Raisi wa Russia Vladimir Putini amekataa kukutana ana kwa ana na rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky nchini Uturuki, na badala yake ametuma ujumbe wa ngazi ya chini kwa mazungumzo ya amani yaliyopangwa, huku Zelensky akitangaza kuwa waziri wake wa ulinzi ataongoza wawakilishi wa Ukraine. CNN imeripoti leo Ijumaa Mei kumi na sita elfu mbili na ishirini na tano kuwa hayo yatakuwa mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja baina ya pande hizo mbili tangu Machi elfu mbili na ishirini na mbili, lakini matumaini ya mafanikio yatapungua zaidi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema hakutakuwa na maendeleo hadi yeye na Putini wakutane. Zelenski amesema nukuu, kitendo cha Putini kuto hudhuria bali kutuma ujumbe wa kila kikiita mapambano kinaonyesha kuwa kiongozi huyo wa Russia hana nia ya kweli ya kumaliza vita. Mwisho wa nukuu. Russia nayo imeishutumu Ukraine kwa kujaribu kuonyesha maigizo katika mazungumzo hayo. Hakukuwa na uhakika ni lini mazungumzo hayo yataanza rasmi. Nukuu, tuna kazi nyingi za kufanya. hatuwezi kuwa tunamtafuta putini kote duniani. Mwisho wa nukuu, amesema Zelensky baada ya kukutana na rais wa Uturuki Tayyip Erdogan huko Ankara. nahisi kudharauliwa na Russia hakuna muda wa mkutano, hakuna ajenda, hakuna ujumbe wa ngazi ya juu. Ni udhalilishaji wa kibinafsi kwa Erdogan na kwa Trump pia, amesema Zelensky. Kwa waandishi wa habari amesema hata yeye hatokwenda tena Istanbul na kwamba ujumbe wake umepewa jukumu la kujadili usitishaji vita. Ukraine inataka usitishaji vita kwa siku 30 mara baada ya masharti, lakini Putin anataka kwanza kuanza mazungumzo kuhusu masharti ya makubaliano hayo. Zaidi ya miaka mitatu tangu uvamizi kamili wa Russia, majeshi ya Russia yameonekana kuwa na nguvu zaidi. Moscow inadai Ukraine inatumia mapumziko ya vita kujiandaa upya na msaada wa silaha kutoka magharibi. Trump na Putin wamekuwa wakieleza kwa miezi kuwa wanataka kukutana, lakini tarehe haijapangwa. Trump ambaye aliweka shinikizo kubwa kwa Ukraine alipokutana na Zelensky ikulu ya Marekani mwezi Februari. Amekuwa akionyesha kukata tamaa na kucheleweshwa kwa mkutano huo na Putin. Nuku: Hakuna kitakachotokea hadi mimi na Putini tukutane, amesema Trump akiwa ndani ya ndege yake ya Air Force One. Mkanganyiko huo wa kidiplomasia unaonyesha uhasama mkubwa baina ya pande hizo mbili na vita kali kutotabirika iliyoletwa na Trump ambaye tangu kurejea kwake White House mwezi Januari, matamshi yake yamezua wasiwasi kwa Ukraini na washirika wake wa barani Ulaya wakati Zelensky akimsubiri Putin bila mafanikio Ankara, ujumbe wa Russia ulikuwa mjini Istanbul pasipokuwa na upande wa pili wa kuzungumza nao. Waandishi wa habari wapatao mia mbili wamekusanyika karibu na jumba la Dolmabahce lililoko mwambao wa Bosphorus, mahali ambapo Russia ilipendekeza kufanyika kwa mazungumzo hayo. Maadui hawa wamekuwa wakivutana kwa miezi mingi kuhusu namna ya kuandaa usitishaji vita na mazungumzo ya amani wakijaribu kumwonyesha Trump kuwa wanajitahidi kumaliza kile wanachokiita vita vya kipuuzi. Trump amesema Alhamisi kwamba angekwenda kwenye mazungumzo hayo ya Ijumaa ikiwa itakuwa sawa kufanya hivyo Nuku. natumai Russia na Ukraine wataweza kufanyikisha jambo fulani, vita lazima vikome, amesema alipoulizwa. Kama Putin angejiunga katika mazungumzo baadaye, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema aina ya ushiriki utakaohitajika baadaye ni kwa kiwango gani ni mapema mno kusema. Russia imetangaza Alhamisi kuwa majeshi yake yamekamata vijiji viwili zaidi katika mkoa wa Donetsk, mashariki mwa Ukraine. Msemaji wa waziri wa mambo ya nje ya Russia Sergei Lavrov amekumbusha waandishi kuhusu kauli yake ya mwaka jana kwamba Ukraine inazidi kupungua bila makubaliano kumalizika kwa vita. Mazungumzo haya yatakapoanza, yatakabiliwa na utofauti mkubwa baina ya pande mbili kuhusu masuala kadhaa. Ujumbe wa Russia unaongozwa na mshauri wa rais, Vladimir Medinsky, aliyewahi kuwa waziri wa utamaduni na ambaye amesimamia uandishi mpya wa vitabu vya historia kulingana na mtazamo wa Moscow kuhusu vita, ujumbe unaomjumuisha pia naibu waziri wa ulinzi, naibu waziri wa mambo ya nje na mkuu wa ujasusi wa kijeshi wajumbe muhimu wakiwemo kiongozi wake. Alihusika pia katika mazungumzo ya mwisho ya amani ya moja kwa moja mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Mediski alithibitisha Russia inaona mazungumzo haya kama mwendelezo wa yale yaliyokatishwa miaka mitatu iliyopita. Mediski amesema kuwa lengo ni kufikia amani ya kudumu inayoshughulikia mzizi wa mzozo, kauli ambayo Zelenski alisema kwa kweli inamaanisha kutaka kuendeleza vita. Masharti yaliyojadiliwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, wakati Ukraine bado ilikuwa chini ya mshtuko wa uvamizi wa Russia yalikuwa ya kudhoofisha sana Kiev. Moscow ili kutaka Ukraine kupunguza sana jeshi lake. Kwa sasa majeshi ya Russia yanadhibiti karibu asilimia ishirini ya ardhi ya Ukraine. Putin bado anashikiliwa na matoka yake ya muda mrefu kwamba Ukraine itakubali kupoteza maeneo iache na ndoto ya kujiunga na NATO na ijitangaze kuwa taifa lisiloegemea upande wowote. Mwisho wa nukuu. Ukraine inakataa masharti hayo kama sawa na kujisalimisha, na inataka kuhakikisha usalama wake wa baadaye kutoka kwa mataifa makubwa, hasa Marekani. Huonyesha jinsi mvutano ulivyo mkubwa kati ya Russia na jumuiya ya NATO inayoongozwa na Marekani. Estonia ilisema Russia ilipeleka kwa muda ndege za kivita katika anga la NATO juu ya bahari ya Baltic, wakati jeshi la majini la Estonia lilipokuwa likijaribu kuzuia meli ya mafuta ya Russia iliyoshukiwa kukiuka vikwazo vya magharibi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali kuhusiana na mzozo huo.